Na wafanyikazi wa Jua Kali wanaoshiriki katika mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu eneo la Shauri Moyo jijini Nairobi wameelezea wasiwasi wao kuhusu kucheleweshwa kwa malipo pamoja na upungufu wa vifaa vya kazi. Kwa mujibu wa wafanyakazi hao, mafundi wamepokea malipo kiasi, lakini wachoraji wanasema hawajalipwa kwa muda wa wiki mbili sasa licha ya kuendelea kufanya kazi. Wanasema makubaliano ya awali yalikuwa kuwa, kuwa mishahara itolewe kila wiki. Aidha, wameripoti kuwa vifaa vya ujenzi havitoshi, hali inayochelewesha kazi na kuwafanya wafanyakazi kwa ugumu zaidi. Wasimamizi wa mradi waliwaahidi malipo leo, Kini hakuna malipo ya yaliyokuwa yametolewa kufikia wakati wa kwenda hewani. Na unajua maisha ya Nairobi venye inakaa is quite difficult, whenever someone like a person who is in jua kali sector, mara nyingi tunafanya kazi ya hand to mouth, and when there is a delay in payment inafanya maisha ya mwanajua kali inakuwa ngumu. Kufika hapa dhisia tumeanza kazi hiyo stori imekuwa gojeni, bado pesa haija haijatoka mwidi hajatuma pesa. Madrisa tumetengeneza ingine ishaanza kuwekwa huko kwa manyumba, pesa hatujapata. Sahii tuko na kama two weeks, hakuna mtu amepata kitu. Pesa tumekopa na huku nje, mtu afike kazini. Mafundi wengine wetu wameremewa na kukuja hapa. Niko na watoto, inafaa waingie shu... sekondary. A form two niko na form four, a form four alirudishwa nyumbani nita nita mrudisha shule na nini sina pesa ya ku ya karu na hii kazi nimefanya sina pesa sababu sijalipwa so to us these guys calling the media we don't know what is happening and, uh, there is nothing has gone wrong, eh? And we have been talking with the developer, uh, Afco himself, and they say that he's looking for those materials. Today we are in a site of Mavoko.

Na maafisa wawili wa polisi wanakabiliwa na mashtaka ya mauaji ya shu